Kuna maamuzi manne muhimu unayopaswa kuyafanya mwenyewe ili kufanikisha maisha yako. Katika makala hii nitaelezea kwa kina kila uamuzi kwa mtazamo wa ndani unaogusa imani yako, mahusiano, dhamira na maadili yako binafsi. Uamuzi wa kwanza kabisa unaopaswa kuufanya katika maisha yako ni amua, unataka ujulikane kama mtu wa aina gani? Katika safari ya kutimiza malengo yako kuna maamuzi ambayo hayatatokea tu kwa bahati. Unapaswa kuyafanya mwenyewe kwa dhamira na mpango maalum. Miongoni mwa maamuzi hayo ni uamuzi wa jinsi unavyotaka kujulikana duniani. Watu wengi huwa hawafikiri swali hili, nikitoka duniani nataka nikumbukwe kama mtu wa aina gani? Swali hili linaweza kuonekana kuwa kama vile ni dogo lakini na nguvu kubwa sana katika kuelekea mafanikio yako. Sasa kuna njia mbalimbali mbali za kuamua namna unavyotaka kujulikana. Njia ya kwanza ni kupitia taaluma yako. Mfano, unaweza kusema unataka ujulikane kama mwanasheria anayesimamia haki au mwanasayansi anayechangia jamii, eh, au mwalimu au mtaalamu yeyote yule ambaye unahisi wewe unapenda ujulikane katika hilo. Lakini njia nyingine ni kupitia kipaji chako kama ni msanii, mwimbaji au mchoraji, unaweza kutumia kipaji chako kama njia ya kutambulika. Lakini njia ya tatu ni kupitia kazi au harakati zako. Labda unataka ujulikane kama mtu anayesimamia haki za watoto, wanawake, mazingira au vijana na kadhalika. Hizi ni, ni baadhi tu ya njia ambazo ukizitumia zitakufanya ujulikane duniani. Sasa naomba nikupatie zoezi hili: andika kwenye daftari lako au mahali popote, nikitoka duniani nataka nikumbukwe kama mtu wa aina gani? Andika sentensi moja inayofupisha taswira ya mtu unayetaka kuwa. Usipuuze hili, kadri unavyochelewa kufanya uamuzi huu ndivyo unavyoahirisha mafanikio yako. Uamuzi wa pili ni kuhusiana na imani yako. Amua kuhusu imani yako inajengwa katika nini. Imani ni msingi wa maisha ya ndani na maisha ya ndani huathiri sana maisha ya nje. Huwezi kuachilia suala hili kwa mtu mwingine, ni uamuzi wako binafsi. Unapaswa kujiuliza Imani yangu iko katika nini? Ninaamini nini kuhusu maisha, Mungu na hatima yangu? Kumbuka ya kuwa wakati mwingine utachoka au kupitia changamoto kubwa. Katika nyakati kama hizo, imani yako ndiyo itakayokuwa kimbilio lako. Kwa hiyo, amua sasa, imani yako iko wapi na uisimamie. Uamuzi wa tatu unaopaswa kuufanya katika maisha yako ni huu: Amua aina ya watu utakaoungana nao. Huwezi kufanikiwa ukiambatana na kila mtu. Unahitaji kuchagua kwa makusudi ni watu wa aina gani unaowaweke karibu. Kuna methali ya Kiingereza inayosema ya kuwa show me your friends and I will tell you who you are. Maana yake ni kwamba nionyeshe marafiki zako na mimi nitakuambia jinsi ulivyo. Marafiki zako ndio wanaokuonyesha au wanaokuelezea wewe jinsi ulivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuathiri moja kwa moja. Kwa hiyo, chagua watu wanaoendana na maono yako, vipaumbele vyako na wanaokutia moyo kuelekea kwenye mafanikio. Watu wenye tabia au mwenendo usioendana na malengo yako hawapaswi kuwa sehemu ya maisha yako ya karibu. Uamuzi wa nne unaopaswa kufanya katika maisha yako ni amua misingi ya maisha yako, yaani personal values. Hili ni eneo ambalo watu wengi wamelisahau, yaani kuwa na maadili binafsi yanayoongoza maisha yako. Haya ni yale mambo ambayo huwezi kukiuka hata kama ukiwa peke yako. Kwa hivyo, wewe kama mtu binafsi unapaswa kuwa na personal values zako mambo ambayo yatakusaidia kujua ni lipi la kufanya na lipi la kuacha, hata kama kila mtu analifanya. Sasa chukua kalamu na karatasi ufanye zoezi hili, jiandikie personal values zako. Kwa mfano mmoja, nitakuwa mtu mwadilifu. Namba mbili, nitafanya kila jambo kwa ubora. Namba tatu, sitatenda kwa upendeleo namba nne, nitasimamia haki bila woga na kadhalika. Hiyo ni mifano tu ya personal values ya ambazo unaweza ukaziandika, lakini nawe andika za kwako, sasa ambazo zinaendana na malengo yako. Misingi hii pia itakusaidia kuchagua marafiki na hata kukupa msimamo wakati wa changamoto. Sasa napokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba nikukumbushe mambo ambayo tumejifunza katika somo la leo, maamuzi manne unayopaswa kuyafanya katika maisha yako ili uweze kufanikiwa. Maamuzi haya manne ni ya msingi sana katika maisha yako. Maamuzi hayo ni haya yafuatayo: uamuzi wa kwanza, jinsi unavyotaka kujulikana. Uamuzi wa pili ni amua kuhusu imani yako. Uamuzi wa tatu, amua watu unaopaswa kuambatana nao. Na uamuzi wa mwisho wa nne ni amua misingi ya maisha yako au personal values. Usimsubiri mtu mwingine akufanyie maamuzi haya. Unapoyaamua mwenyewe, utaanza kuyaishi na kuyajenga hatua kwa hatua. Usipoamua leo, utajikuta unaishi maisha ya mtu mwingine au bila mwelekeo kabisa. Sasa, napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali ni maamuzi gani ambayo umeyafanya katika maisha yako? Ndika hapa chini, na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, ili watu wengine pia waweze kunufaika na video hizi. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.